Ni safari ya pamoja. Kwa pamoja tunaweza na tutafanikisha maono haya makubwa K ni kijana gani wa Kitanzania ambaye anaweza kutoamini kuwa anaweza kuwa miongoni mwa Waafrika waliofanikiwa kimaisha ikiwa atakuwa mchapakazi? Ikiwa yupo, basi ama hataki tu, au hajamfuatilia kwa ukaribu Mohammed Dewji, kijana wa Kitanzania kutoka mji wa Singida, katikati ya Tanzania ambaye sasa ni gumzo katika sekta ya biashara na michezo barani Afrika na duniani. Watanzania wengi wanamtambua kutokana na mafanikio makubwa aliyoyapata kupitia klabu ya Simba. Ikumbuka kuwa alikuwa kiongozi wa klabu hiyo mwaka 2003, wakati Simba iliwavua ubingwa wa Afrika Zamalek, kwao jijini Cairo, Misri, na kuweka rekodi isiyofutika milele. Baada ya kurejea kwenye usimamizi wa Simba, klabu hii imekuwa tishio Afrika na sasa ni moja ya klabu tegemeo katika soka la Afrika Mashariki. Ndani ya muda mfupi baada ya kurudi mwaka 2017 alifanya Simba kuwa tishio tena na kutwaa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa misimu minne mfululizo, makombe matatu ya kombe la shirikisho Tanzania, ubingwa wa ngao ya jamii mara nne, ubingwa wa kombe la Muungano. Alipokaa kando kutokana na majukumu mengine, Simba ikaanza kuyumba. Hata hivyo baada ya kurejea tena ndani ya muda mfupi, Simba imeanza kuamka upya kwa kasi kubwa Tanzania na Afrika. Mo Dewji pia ameongeza kiwango kikubwa cha thamani ya wachezaji wa Kitanzania na wa kigeni katika soko la usajili, hali ambayo imefanya timu za Tanzania zisikike na kuheshimika Afrika nzima. Jarida la Forbes 25 limemtaja Mo Dewji kwa miongoni mwa matajiri wakubwa duniani akiwa na utajiri wa dola bilioni 2.2, zaidi ya tirioni 5.8 za Kitanzania. Kwa sasa Mo Dewji anashikilia nafasi ya 12 kati ya matajiri wa Afrika na ndiyo tajiri namba moja Afrika Mashariki. Katika orodha ya Forbes ya mwaka 2024, utajiri wa Mo Dewji ulikuwa umeongezeka kutoka dola bilioni 1.5 hadi bilioni 1.8. Orodha ya mwaka huu inaonyesha kuwa utajiri wake umeongezeka tena na kufikia dola bilioni 2.2. Kwa sasa kampuni yake ya Mohammed Enterprises Limited ndiyo kampuni iliyotoa ajira nyingi zaidi kwa Watanzania. Hili linaonyesha kuwa Mo Dewji, shabiki mkubwa wa Simba na mdau wa maendeleo ya soka, anaendelea kupanda kwa kasi. Je, ni kwa nini vijana wengine wa kitanzania kita washindwe? Mmiliki wa kampuni ya Dangote Group, Aliko Dangote kutoka Nigeria, ameshika nafasi ya kwanza kwenye orodha ya mabilionea wa Afrika kwa mwaka wa 14 mfululizo akiwa na utajiri wa dola bilioni 23.9 ikilinganishwa na dola bilioni 13.9 mwaka jana. Katika orodha hiyo, Johan Rupert kutoka Afrika Kusini anashika nafasi ya pili akiwa na utajiri wa dola bilioni 14 sawa na ongezeko la asilimia 39. Nicky Oppenheimer na familia yake kutoka Afrika Kusini wanakamata nafasi ya tatu kwa utajiri wa dola bilioni 10.4. Mo Dewji kupitia taasisi yake ya Mo Dewji Foundation ameshirikiana na Wizara ya Maji kuchimba visima na kutibu maji, hatua iliyosaidia zaidi ya watu elfu 15 kupata maji safi ya kunywa. Mwaka 2023 pekee Mohammed Dewji Foundation ilichimba visima 18 na kukarabati vingine vinne kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa jamii za vijijini unakuwa endelevu. Mohammed Dewji Foundation inatarajia kuchimba visima 50 zaidi na kukarabati vingine 50 hivyo kunufaisha Watanzania elfu kumi na tano zaidi. Ikumbuka kuwa Mo Dewji aliwahi kuwa mbunge wa Singida mjini kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2015 ambapo aliboresha upatikanaji wa maji safi kutoka asilimia 27 hadi 28 hadi asilimia 86 kwenda asilimia 88. Mo Dewji mtunu kwa vijana wa Kitanzania. Mo Dewji kijana mpole, mnyenyekevu, mwenye heshima kwa watu wote, ni kielelezo kwa vijana wa Kitanzania, si tu katika michezo, bali pia katika maisha kwa ujumla. Wale wanaomfuatilia, wanaotaka kujifunza kutoka kwake, wanaweza kujifunza kutohisi wameshindwa, kwa sababu inawezekana. Orodha ya matajiri wengine barani Afrika mwaka 2025 na Nassef Sawiris kutoka Misri ana utajiri wa dola bilioni 9.6 Mike Adenuga kutoka Nigeria ana utajiri wa dola bilioni sita nukta nane. Abdul Samad Rabiu kutoka Nigeria ana utajiri wa dola bilioni tano nukta moja. Na Naguib Sauris kutoka Misri ana utajiri wa dola bilioni tano. Na Kos Beka kutoka Afrika Kusini ana utajiri wa dola bilioni tatu nukta nne. Data Flow inakuletea intaneti ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi, tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.